Kwa nini hao ambao wamepewa viapo? Watu wameapa kuitumikia nchi, hawajaapa kutumia silaha za moto kuua watu. Mimi ni askari, mimi ni askari, nimefanya mafunzo 825 kj mtabila Kigoma. Mimi ni askari na kiapo cha askari, hakuna askari anayekula kiapo ili kutumia silaha zake kuua watu. Sasa wewe weni TANAPA unalinda wanyama, unalinda wanyamapori. Hatufanye kazi yako pia ni kufanya misitu isiharibiwe. Haya kufu, kulinda kuwa TANAPA, kulinda wanyamapori, kulinda maliasili, vinahusiana nini na kwenda kumkamata mtu ambaye yuko na pikipiki mgawani? Vinahusiana nini na kummiminia mtu risasi? Mashuhuda wanasema risasi ilimiminwa nyingi, zimempata tu tatu lakini nyingine zimemiminwa kwenye ukuta. Matumizi mabaya ya rasilimali wako wako hivi kweli, mnataka kundumanishia? Hakuna watu wanaoua wanaoua wanyama kwa likopolini, mpaka mnakamata watu ambao wahusiki. Wewe ni askari ulikula kiapo cha kumimina risasi kwa mtu? Wewe askari wa Tanapa ulikula kiapo gani hicho? Naambia mimi ni askari, hakuna kiapo cha aina hiyo. Wewe ni Tanapa, umehusika kumwaga damu ya mtu, damu yako itamwaga, na ufahamu jambo ile kwamba malipo ya kila kazi ya mwanadamu yanakuja kwenye cheo chako, kwenye ajira yako, kwenye kazi yako, malipo ya kila kazi ya mwanadamu yanakuja. Marehemu tunamjua marehemu, tumekuwa naye, hajawahi kuwa na kosa lolote la jinai katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio la unyang'anyi, sio kukaba, sio kudhulumu. Nilimkuta rafiki yangu kipenzi amelala kitandani, anapatiwa huduma ya kwanza akiwa na makovu ya risasi tatu. Risasi ya kwanza ilikuwa imepigwa kichwani kwa utosini, risasi ya pili alikuwa amepigwa kifuani, risasi wa, wa TFS, ya tatu alikuwa amepigwa shingoni. Ndugu yangu alikuwa amelala na koroma tu, ananiambia ndugu yangu hatutaonana tena. Ukweli hata mimi mwenyewe nililia sana. Wa, aliasili wa TFS wakikutu na pikipiki aina ya fekoni au haujue au j yani wanajua wanajua kwamba hii pikipiki inabeba mkaa, hata kama hauna mzigo wala nini inabeba mkaa. Kama kweli hizi pikipiki hazitakiwi basi na serikali yaangalie, wasizilete huku maki huku, zinakuja tunanua, zinakuja kutuua sisi vijana. Huyo ndugu yangu aliyemuua jana, alikuwa anaenda kwenye mishemishe zake, alikuwa na pikipiki aina ya feko na ameparking, yani anakunywa chai mali asili. Walipofika pale, wameshuka pale, jamaa kweli aliamua na yeye kwamba bwana nyewe mnachukuaje pikipiki, mimi sio mbeba mkaa. Ile purukushani kuchukua pikipiki yake na yeye akangangana, bwana mnachukuaje pikipiki yangu, ndio askari mmoja alikuwa juu, mwingine akamwambia mpige risasi la moto ndo wamempiga risasi pale, na kuna ushahidi pale, wamepiga marisasi kama 25 hivi kwenye, kwenye ukuta wa mtu na kwenye jengo. sambano lakini bado nipate kuongea, nipate kupaza sauti, niendelee kuambia wanadamu kwamba huyo unayemfanyia ubaya leo ni ndugu yako, unayemfanyia ubaya leo una, ni kaka yako, ni dada yako, sote ni ndugu. Kwa nini? Kwa sabu ya kacheo kwa waskari, unalipwa shingapi kwa kazi unayopiga risasi mtu unalipwa shilingi ngapi? hela ngapi? mshahara gani? E, ni ni kwa manufaa kiongo gani? kwa faida ya nani? Sijui labda upande cheo, ujipendekeza, kwa sababu askari wameonekana ni kama ni ni cheo fulani. Ili upande cheo, inabidi uwe ni mtu wa kujipendekeza. Lakini utapanda cheo ili waje ili nani akuone? Mwanzo tisa mstari wa sita mandiko anasema, atakayemwaga damu ya mwanadamu damu dami yake huyo itamwagwa na mwanadamu, maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Atakayemwaga damu ya mwanadamu damu dami yake huyo itamwagwa na mwanadamu. Ikumbukwe wewe ni askari polisi, wewe ni unaitwa nani tanapa We ni Tanapa, umehusika kumwaga damu ya mtu, damu yako itamwagwa na ufahamu. Jambo hili ya kwamba malipo ya kila kazi ya mwanadamu yanakuja, kwenye cheo chako, kwenye ajira yako, kwenye kazi yako, malipo ya kila kazi ya mwanadamu yanakuja, malipo ya kila unyama anayofanya mwanadamu yanakuja. Katika Ufunuo kumi na tatu msala wa kumi anasema mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka, mtu akiwa kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Mtu akichukua wa mateka atachukuliwa mateka, mtu akiwa kwa upanga atauawa kwa upanga. Sijajua ni kwa kwa faida gani, sijajua ni kwa, kwa sababu, mashuhuda hawa wanaongea kwamba kijana kwa haikuwa na kosa lolote, haikuwa haikuwa na skendo yoyote, na wengine hapo wanaongea kwamba hawa e, watu wakikukuta e, tu yani, na pikipiki fekoni au TVS tayari. Kwa hiyo imekuwa kumiliki aina ya pikipiki ni makosa, ni dhambi. Ukiwa nayo tu wewe unabeba mkaa, lakini hata kama yani, hata kama kweli angekuwa labda amekutwa na mkaa, mkaa ni kitu gani ukilinganisha na uhai wa mwanadamu? Kwani faini gani mngemwambia alipe asingelipa? Si afadhali mngemkamata Eh, si afadhali mngemfunga, lakini mtu ambaye amkumkuta na kosa lote amkumkuta na hatia yote, mimi napiga kelele kama mtu wa Mungu, nasema ya kwamba damu za watu ambao zinamwagwa ndani anjihi, juhienu, juhienu, lakini, ya nchi hii zitakuwa juu yenu, zitakuwa juu yenu, mnahusika kwenye mauaji. Lakini kabla siamaliza kuongea nikumbushe tena na tena Rais Samia pamoja na serikali ya CCM kwamba haya mauaji ambayo yanaendelea na kiujumla, hazichukuliwi hatua za wazi. E, kaimu kamanda wa polisi mkoa anavyoongea, anasema uchunguzi unaendelea. Sijajua mnachunguza nini, ni vitu vya wazi vimeonekana. Mtu ameuawa, hakuna kosa linaonekana wazi, alikutwa tu yuko nje wenzake na kunywa chai ndani, akakutwa yuko nje yuko na pikipiki hakuna kosa la wazi ambalo anaweza kukonfirma. Ah, askari waliohusika wamekamatwa, e, wako kituoni uchunguzi unaendelea, lakini mwisho, yote ni uchunguzi ambao hautaishia kokote, yaani hakuna hatua yoyote itakayochukuliwa. Alipowaua mzee Kibao, rais Samia uliagiza uchunguzi ufanyike na vitu vingine kama hivyo, lakini mwisho, yote hatukuona hatua yoyote ya mwendelezo baada ya pale ishara ya kwamba ni kama ni kitu kilipuuzwa. Akina Tundu Lissu walipigwa risasi, sio uchunguzi uliendelea mpaka leo, akuna watu waliochukuliwa. Sasa jambo naloongea hapa ni kwamba eh, kweli unakuwa unaonekana labda, huu ni sio ni wakati wa uchaguzi, usiongelee serikali ya CCM, usiongelee Rais Samia. Ukitaja serikali ya CCM, ukitaja Rais Samia, umetaja kitu kibaya umegusa moto wewe, umegusa mahali pabaya, lakini mimi ninachosema ni kwamba mtu anayefanya mabaya hawezi akaepuka kuneno kwa ubaya. Maandiko katika Mwanzo nne anasema, je, ukitenda vema hutapata kibali? Alikuwako mtu Magufuli, kweli kuna hiyo skendo ya Tundu Lisu iko hapo katikati, lakini hivi vitu vya ujambazi, kutekwa, mauaji nini vilipoa kwa sehemu, vilipoa. Eh, wakati wa Magufuli vili nyamaza kwa sehemu. Sasa nachongea hapa ni kwamba, eh, serikali ya CCM kwa kadi ambavyo haya mauaji huutekaji hamuuchukulii hatua yoyote, ni kitu ambacho kinakuwa kinaendelea kujenga picha kwamba kwa vyote vile mtakuwa mnahusika na kama mhusiki, kwa nini hao watu hawachukulia hatua ya dhati? Mimi nikwambie na nikukumbushe tena Rais Samia mimi niliye mdogo niliye sauti yangu haiwezi kusikilizwa na watu, na kukumbusha Rais Samia kwa kadi ambavyo yatakuwa yakiendelea mauaji, utekaji, damu za watu zinamwagika, wewe hauonekani ukichukua hatua za wazi, watu moja kwa moja wanapata picha wewe unahusika. Kama ahusiki huyo kamanda wa polisi mkoa, ambaye hawawajibishi watu, haitakiwa achukuliwe wa watu wanayo kwa sababu wote wako chini yako ukusomeri andiko katika Samueli wa kwanza sura ya ngapi hapa? sura ya E, Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa 29. Kwa nini? Kwanini basi mnaipiga teke dhabihu yangu na sadaka yangu nilizoamuru katika maskani yangu, ukawaheshimu wanao kuliko mimi, mpate kujinenepesha kwa sadaka zote kwa sadaka mpata kujinenepesha kwa sadaka zote za watu wangu Israeli is, zilizo is, is, is, is, is, is, njema. Sasa kuheshimu wanawe kuliko Mungu, ndio hiki ambacho Rais Samia unaweza kuwa unakifanya, yaani, kuna watu umewaajiri ila unawaheshimu kuliko kuliko Mungu. Tukisema Mungu Mungu ni ujumla wa watu, unawaheshimu kuliko raia waliokupa hiyo mamlaka, na kwa kadi ambavyo unaweza na waheshimu hao wa mawaziri wanakaa kwenye hizo nafasi, waziri wa mambo ya ndani yupo, mauaji kama yanaendelea, kuna watu wanayochukua, ni kitu ambacho kinakuwa kinatoa picha, kwa sababu ulishawahi kuambia wale kwa urefu wa kamba zao, ulishawahi kuambia kwamba ni kama ni watu fulani ambao wanaweza wakajiachia kufanya lolote kufanya chochote. Sasa ni vitu ambavyo vinakuwa vinaachia mwanya wa wao walibu lolote kufanya lolote na wanajua mama yeye afanye chochote. Hey, wanaishia tu kukusifia mitano tena, mama anaupiga mwingi, mitano tena kwa mama, mama anaupiga mwingi, mitano tena, nani kama mama Samia, serikali ya CCM. CCM ni chama kikongwe, tuwezi tukababaishwa na kibaka fulani. Kwa hiyo yeyote anayepigia kelele mauaji, utekaji ni kibaka ni mtu ambaye anatakiwa atekwe, apotezwe, ashitakiwe, afunguliwe kesi. Lakini watu wanakufa ambao hata jamii haiwashuhudii uovu wowote, na mamlaka zinanyamaza, ziko kimya. Sijajua ni nani yule alikuwa anaongea watu. Nasubiri msemaji wa serikali, msemaji wa serikali kwa lipi. Aliyeuwa ni polisi, polisi wakamata. Ukiwezekana kesi ya mauaji hayo iwe hadharani kwa nini hao ambao wamepewa viapo, watu wameapa kuitumikia nchi, hawajaapa kutumia silaha za moto kuua watu. Mimi ni askari, mimi ni askari, nimefanya mafunzo 825 KJ mtabila Kigoma. Mimi ni askari na kiapo cha askari, hakuna askari anayekula kiapo ili kutumia silaha zake kuua watu. Sasa jua wewe ni TANAPA, unalinda wanyama, unalinda wanyamapori, hatufanye kazi yako pia ni kufanya misitu isiharibiwe. Haya, kuf, kulinda kuwa Tanapa, kulinda wanyama pori, kulinda maliasili, vinahusiana nini na kwenda kumkamata mtu ambaye yuko na pikipiki mgawani? Vinahusiana nini na kummiminia mtu risasi? Mashuhuda wanasema risasi zilimiminwa nyingi, zimempata tu tatu, lakini nyingine zimemiminwa kwenye ukuta. Matumizi mabaya ya rasilimali, wako wako hivi, kwani mnataka kundumanishia hakuna watu wanaoua wanaoua wanyama kwaliko polini mpaka mimi nakamata watu ambao usiki. Wewe ni askari ulikula kiapo cha kumimina risasi kwa mtu? Wewe askari wa Tanapa ulikula kiapo gani hicho? Naambia, mimi ni askari, hakuna kiapo cha aina hiyo. Sasa mwisho wa siku, tukishakuwa tuna nchi kama hiyo, yeyote yule anakuwa ni wa kumiminiwa risasi, yeyote yule anakuwa ni wauawa. Haiwi nchi tena, panakuwa ni mahali kama vile tuko sabukavu au tuko

Haya, tunayoongea mi nawambia, ikiwezekana hii kesi ya askari ifanyike wazi hadharani, vyombo vya habari. Asanteni Jambo TV mmerusha hiyo clip, lakini ikiwezekana hiyo kesi iendelee wazi. Jambo TV rusheni, au maskari mpaka wanahukumiwa, wanahukumiwa kesi ya mauaji wanafungwa tuone, kwa sababu mwisho, yote hizi tabia zinaendelea. Tukiwaambia mnahusika kwenye tabia za mauaji, utekaji, mnasema mna wale ilikuwa haya. Na hao askari wenu waliovaa hizo nguo za TANAPA, kama walikuwa raia walivaa tu nguo, tuone wakichukuliwa hatua waili, na kwengine funzo iwe adabu. Na kama walikuwa raia, mtueleze silaha walitoa wapi? Hizo silaha walitoa wapi? Walikuwa raia walivaa tu sare za TANAPA, walitoa wapi silaha walitoa wapi? Na kama walikuwa wali ni raia mpaka wanakuwa na silaha wanaingia nazo mtaani, nye TANAPA mlikuwa wapi? Kwa nini mpaka silaha zenu zinazo usia kwenye doria zenu? Yani mna maelezo mengi ya kuyatoa. Mimi nachosema, nasema hivi, mtoto mwenzio mwone kama mtoto wako, yule ambaye leo unamfanyia jambo fulani baya, lile baya litakurudia tu, hata kama u unajiona huko kwenye cheini fulani Sijajua nachojua, inawezekana kweli eh, oda hiyo ya kufanya vitendo kama hivyo inawezekana, haijatoka juu. Inawezekana ni watu tu fulani wameamua, wamepanga, iko kitu wamekifanya, wameumiza. Mke analia, watoto analia, familia inalia. Huyo mtu alikuwa ni nguvu kazi ya taifa, alikuwa ni mtu anajitafutia fedha zake za halali, hajaiba kwa mtu, hajafanya uhalifu wowote, lakini mwisho yote anauawa kufa Hakika wote tutakufa, ina lilai wa ina lilai rajiu, kwa kuwa kila nafsi ya mwanadamu itaonja umauti. Tutoka kwa Mwenyezi Mungu na sote kwake tutarejea. E hey, mwanadamu wewe, ni mavumbi na mavumbini utarejea. Ijalishi unacheo gani, ijalishi ni waziri, ni rais, ni askari polisi, ni askari Tanapa, umepewa dhamana, umepewa wakati, umepewa muda wa kuishi duniani. Atumie maisha vizuri siatumie maisha kujikinai na kuona wewe ni mtu ambaye unaweza ukamfanya yoyote lolote na hakuna kufanya chochote. Sauti ya Mungu inakwambia uovu una mwisho, dhambi, maisha yote unayofanya yana mwisho, na mwisho wake utakuwa ni wa majuto, wa kilio na wa kusaga meno. Ni sauti ya mtoto wa mtu alietoka gerezani, tengenezeni njia ya Bwana, yensheni mapito yake, kila kilima na vilima vitashushwa na kila bonde litainuliwa, Kwasababu Bwana mhukumu haki yu karibu kuja, kumlipa kila mtu sawa na kazi yake, sawa na maisha yake. Hii ndio maana ya lile neno mara na